Jana hayo, leo ni kumbukumbu la Mtakatifu Athanasi, mwalimu wa kanisa, skofu na mwalimu wa kanisa. Pia tunaungana na wageni wetu waliotembelea a siku hii ya leo, ikiwa na nia na ujumbe maalum, hasa kwa maisha yetu amini waombe katika majukumu yao, na sisi tuliokusanyika hapa yaleyote ambayo tunafundishwa yapate kutujenga na kutuimarisha kiimani. Pia tunaungana na wanashirika wa Moyo Mtakatifu wa Yesu kama desturi yao siku ya Ijumaa shirikia adhimisho la misa mtakatifu

zima afya njema, wanaombea mapadre, Mungu ajalie afya njema, Kristo awakinge na vila za Shetani. Waombea walegevu, Kristo awarudishe kwenye njia nzuri. Waombea watoto wetu, Kristo awalinde awaepushe na, na mambo mabaya yanayowapotosha. Waombea washirika, nao wapate mshikamano wenye moyo wanaomba mwamko wa utume katika shirika, wanaomba Mungu wa wakuga milango ya baraka ili ujenzi wa parokia yetu ukamilike. Imeombwa na wanashirika pamwe mtakatifu wa Yesu. Pamoja na nia hizi na nia zetu tulizokuwa nazo tunazikabidhi

na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, wewe ni tumaini na mwanga wa wenye moyo mnyofu, tunakuomba kwa unyenyekevu tujalie kutolee kwa moyo sala zinazostahili na kusifu daima kwa mbiu za shange, kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, Amen. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano aya 34 hadi 42. Mtu mmoja jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo, akawaambia, enyi waume wa, wa, wa Israeli hadharini jinsi mtakavyowatenda watenda watu hao, kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda, akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu, watu wapata mia nne wakashikamana naye, naye aliuawa, na watu wote waliomsadiki wakatawanyika, wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo kuondoka, Yuda Mgamalia, Mgalilaya, siku zile za kuandikwa orodha, akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake, naye pia akapotea na watu wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia jiepusheni na watu hao, waacheni kwa kuwa shauri hili acheni kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa, kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja, msije mkaonekana kuwa mnapingana na Mungu. Wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa wame kwa ajili ya jina hilo, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu, kwamba ni Kristo. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, tuitikio: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu ni mbufu. Nani? Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana aleluaubniwa Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Haleluya, kitikio Amen. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana, naamini. Na ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam umgoje Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Haleluya, kitikio Neno mmoja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani kwa Bwana, shangilio Amen. Amefufuliwa na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Aleluya, aleluya. na Yohana. Wakati ule Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiko ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanya alizowafanyia wagonjwa, naye Yesu akakwea mlimani keti huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi nikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakapo atakalolitenda mikate ya dinari mia mbili haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea, Nguye Simoni Petro, kamwambia, Yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya shairi na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, wakitisheni watu. Na mahala pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi, wapata elfu tano jumla yao. Basi Yesu akawa akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki, kwa kadiri walivyotaka nao. Waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya ajaza vikapu kumi na viwili vipande vya di mikate mitano ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoona ishara aliyofanya, walisema hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga. Kaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Bwana. Sifa, familia ya Mungu. Sifu Yesu Kristo. Basi, hmm, karibuni sana. Tumekus, tumekusanyika leo hii kwa nia ya kusikiliza habari njema itokanayo na hawa ambao wamefika katikati yetu. Habari hiyo njema haiwezi kuja tu hivi. Ujumbe wowote ambao na tunaletewa na waumini wenzetu ni kazi, ni kazi ya roho. Vivyo hivyo na sisi tunaopokea kama hawa ambao tumewasikia katika somo la Injili, unasubiri habari ya kushiba eh, sehemu ya kile ambacho wanatuandalia kwetu sisi kinaweza kuwa na kiwango kikubwa, na tutaweza sehemu itakayosalia kati ya vyote ambavyo tumesikia, Yesu anasema mzikusanye, afu mzitunze, sio kwa kati ya yote ambayo tutasikia ambayo ni habari njema inayotuhusu sisi, na mjue kwamba kila ushauri na kila neno la faraja lina baraka ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu lina baraka ya Mwenyezi Mungu, basi yale yanayosalia ambayo mdo naosikia, atsoo mkitunza vikapu <coughs> vingapi vitunzwe, hivyo vitakavyosalia, ndio hivyo ambavyo mtakwenda kuwapa mzee mkitoka somo, hivyo mtakavyovitunza, vitakavyosalia kati ya vyote mtakavyopewa, mtashiba, mtasalia, lakini kuna kusalia sehemu fulani mtawapa wale ambao nimewaacha naarukeahi ningi kama wajumbe. Kwa hiyo tunaposema kwamba kila jambo jema lina baraka ya Mwenyezi Mungu, lina makusudi ya Mwenyezi Mungu, ina maana kama hiyo tunaweza tukapokea ujumbe wetu, lakini tunalo jukumu la kwanza sisi wenyewe hali ya kujiandaa na kufungua mioyo yetu, kama wakati huu tunaposikia katika Injili Yesu anapoandaa hawa, mwisho wa siku nawambia, fanyeni haya, waketisheni kuandaa. Basi hata tunachofanya sasa hivi ni kuandaa, ili, ili mweze kupokea kile ambacho ndio mtakachopeo ndoituao nawambia kwamba sehemu ya hicho kitakacho baki mtawarikisha na wenzenu kiwabariki kiwasaidia. Basi tuendelee kuomba eh, baraka ya Mungu ya maombezi ya Mtakatifu Athanasi, askofu na mwalimu wa Kanisa, ambaye siku hii ya leo watu wengine wanafanya sherehe yake, lakini sisi tunaokusanyika hapa nakuja kwa lengo la kusikiliza hiyo habari njema, basi tunalo jukumu tu la kujitayarisha kuendelea kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu kusudi haya matendo makuu ambayo Mwenyezi Mungu anapenda kutushirikisha kupitia wajumbe wake.